Watu walifishwa watu walifunikwa, haleluya, kwa mafundisho ya uongo lakini, mzee Yesu ametuletea injili ya kutoka mbinguni, haleluya. Ukiamini nani? Mzee Yesu na anapokufundisha ukikubali kufundishika na injili yake, hayo magonjwa watakaa ndani yako kumwambia ule mchawi aliyekuonga hawezi kukusogelea tena. Kama utakubali kufundishika na injili ya mzee wa Yesu, magonjwa hayataishi mwilini wako, wachawa watalonga mwili wako, wachawa watakuonea. Injili ya kweli ni moto, naonea tena, injili ya kweli ni moto

wa kimataifa. Amen. Peke yake. Amen. Yeye ndiye nabii aliyetuletea Injili ya kweli duniani. Haleluya. Amen. Aliyetuletea Injili ya kweli, ili tuitoe kwenye kifungo. Tulikuwa watu wa kuabudu makabila. Watu wa kuabudu na kwa kutufundisha injili kweli, kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kibaya, hiki ni kibaya, hiki ni kibaya. Anatufundisha na injili kweli.